Iko Tarime na amedai kwamba jeshi la polisi tayari wameshamsafirisha John Heche kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime. Kwa hiyo kama chama tunajipanga e, sasa kwa maana ya kuagiza mawakili walioko mkoa wa Mara na mawakili wengine kutoka Mwanza ili waelekee huko kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria kwa makamu mwenyekiti. Kwa hiyo makamu mwenyekiti, kwa taarifa ya jeshi la polisi, ni kwamba hayuko Dar es Salaam. Baada ya kukamatwa kwake amesafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime ambapo wao wanadai tuhuma zake ziko kule na wao wamebaada ya kumkamata wameshampeleka kule kwa ajili ya hatua nyingine zaidi. Kwa hiyo nilitaka niwape update hiyo kwamba makamu mwenyekiti tayari ameshasafirishwa, ameelekea au amepelekwa Tarime, ili aweze kuenda kuambiwa hizo tuhuma ambazo wanamtuhumu nazo. Swala sasa la kama ni mapema zaidi au sio mapema zaidi, hiyo ni logistic ya jeshi la polisi. Sisi ambacho tulitaka kujua ni wapi alipo makamu mwenyekiti anafanya nini ili tuweze kumpa msaada wa kisheria unaohitajika kama wangehitaji kumchukua maelezo na vitu vingine kama hivyo. Sasa polisi wanasema kwa kauli yao kwamba tayari wao wameshamsafirisha, inaelekea tayari walikuwa wameshafanya lojistiki za kumsafirisha, na tayari wanasema wamempeleka, japokuwa hajasema njia mahususi ambayo wametumia, kama ni njia ya anga au ni magari au ni nini lakini utamaduni wa kawaida na mazoea ya kawaida kama walivyofanya kwa mwenyekiti tunashumu, labda watakuwa wamechukua magari hayo hayo na watakuwa wamemsafirisha. Sasa sisi tunachukua maneno rasmi ya jeshi la polisi kwamba wanaye na wanamsafirisha au wameshamsafirisha kuelekea huko Tarime. Kwa njia gani? Sisi hatujui ni kwa njia gani, lakini wameshamsafirisha kuelekea Tarime ili aende akaambiwe hayo mashtaka yanayomkabili. Kwa hiyo tunasubiri au tunatarajia kwamba mawakili watakapofika Tarime, polisi kule watamkuta makamu mwenyekiti akiwa ameshafika au atakapowasilishwa kule wataweza kumpa msaada wa sheria.